Baada ya kushuhudiwa purukushani na vurugu baina ya maafisa wa usalama na vijana ambao ni wahudumu wa bodaboda hadi kugeuka kuwa ghasia na kusababisha kijana mmoja kupigwa risasi na kufariki katika mtaa wa Mweza Ng'ombe, eneo la Kilifi ka Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, hatimaye vurugu hizo zilipata suluhu. Kutokana na hali hiyo, kamati ya usalama kanda ya Pwani ikiongozwa na kamanda wa polisi kanda ya Pwani Ali Nuno iliandaa kikao cha amani na mazungumzo kati ya wakuu wa usalama na viongozi wa huduma bodaboda. Lalama inarudi kwa polisi, wanasema sasa nyinyi mnaibiwa pikipiki na nyinyi pikipiki zenu hazina namba. Kitu imetokea, kunatokea kitu ingine, nazaliwa upya pale. So kunatokea ambush Kikao hicho hata hivyo kiliangazia zaidi swala la utovu wa usalama, huku wahudumu wa bodaboda wakilalamikia mauaji miongoni mwao yanayodaiwa kutekelezwa na Kalume Diga kama mshukiwa mkuu ambaye hadi sasa yuko mafichoni. Wakiongozwa na mwenyekiti wa wahudumu wa bodaboda kaunti ya Kilifi Amisi Katambo, walisema wahalifu wamekuwa wakiwaibia pikipiki zao na pia kuwajeruhi na hata kuwaua. shida yetu ilikuwa ni kwamba kuna kuna wakora ambao wanatumaliza sisi kama bodaboda. Wakora hawa kazi yao ni kuiba pikipiki, si usiku wala si mchana, lakini kazi yao, wakikupata wanakupeleka mahali, wanakudhuru ama hata wanakuua kabisa, na pikipiki wanaenda nayo. Hivyo basi kisanga hiki kilitokezea jana, kwa sababu kuna kijana wetu mmoja ambaye kufikia jana aligongwa kishoka cha, cha kishogo, na huyo kijana kufikia kama saa tano tano hivi akawa pronounced dead. Huyo kijana alikufa jana, ndio maana vijana wa pikipiki wakawa rampant na wakaingia kwa mabarabara wakaanza mademonstration Wahudumu hao walishinikiza vyombo vya usalama kuhakikisha mshukiwa anasakwa na kukamatwa ili achukuliwe hatua kali za kisheria, sawa na usalama wa eneo hilo kurejeshwa kama walivyokuwa awali. Tunaomba sana wakora hawa, security, tafadhali, dilini nao. Huyu jamaa ambaye ni suspect, kwa jina Diga, tafadhali Diga aangaliwe vizuri na sheria imtie mkononi. Hatutaki kesho iwe itarudia tena hali ya kwamba mabodaboda waanze kupiga mademonstration. Kilifi has been very cool, Kilifi imekuwa so peaceful, na hatutaki an individual akuja haribu amani ambayo iko Kilifi. Victor Misau ni kiongozi wa vijana kanda ya Pwani ambaye amekosoa hatua ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kukabiliana na ghasia, akitaka mamlaka ya aipoa kuwachukulia hatua za kisheria, hususan afisa wa polisi aliyempiga risasi kijana mmoja na kumuua wakati wa ghasia hizo, sawa na polisi kugharamia matibabu ya vijana waliojeruhiwa. Tunataka msaidia wale vijana walioumia wapate matibabu, na wao waweze kwenda kuhudumiwa manake vijana hao ni waendeshaji wa pikipiki. Kama amevunjika mkono, inamaanisha hawezi peleka pikipiki kwa muda. Kwa hivyo tunashukuru security team, lakini wakati wa kuomba haki haki zetu zilidhulumiwa, na tunaambia hivi, haipoa wa wakuje mapema tupatiane ripoti yetu tuweze kujua afisa aliyeua kijana yule aliyekuwa pale Mefi Hospital ni nani, na ni bullet ya nani litumika, na hao vijana, huyo polisi aliyefanya apelekwe kwa afisa sheria mfuate. Maanake vijana hao hawawezi amini polisi kama polisi wao ndo watawatumia kutupoza. Kamanda wa polisi kanda pwani Ali Nuno aliwaagiza maafisa wa usalama ikiwemo idara ya upelelezi wa jinai nchini DCI katika eneo la Kilifi kaskazini kuhakisha mshukiwa mkuu wa mauaji hayo ya mhudumu wa bodaboda ambaye ni kalumediga anakamatwa. Katika kikao hicho cha kiusalama kati ya wakuu wa usalama na huduma bodaboda mjini Kilifi, Nuno alisema ni lazima jamaa huyo ambaye anadaiwa kuwa mafichoni anapatikana akiwa hai ama amefariki. Mambo ya hii kijana ni kijana ambaye amewahi fanya mada in 2010. akawa ameua tena sijui 2014. Sasa tuko na mada mbili ambaye, which has been alleged, is behind the commission of that. We will use every, every disposal, every resource at our disposal, government disposal, to track him and bring him before a court of law, to bring him to book. But till then, I'm appealing to the boda bodas and the entire general public to exercise some restraint. Hata hivyo mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen ni Baya, ambaye alihusishwa na madai hayo kwamba mshukiwa huyo wa ujambazi alikuwa akifanya kazi kwake, amejitenga na madai hayo na kutoa taarifa kwamba mshukiwa huyo siyo mfanyakazi wake tena, bali sasa ni mhalifu. They can call the 0789 399 395 this is the control room at the regional headquarters and that office is operational operation 24/7 ni kiripotia Coco FM mimi ni Mwahoka Mtsumi